Majira saa tano asubuhi, kama ilivyo kawaida kwa Seif, anaingia dukani kuchukua mahitaji ya chakula cha njiwa ikiwemo choroko, mtama, karanga na maji. Mtama upo leo? Hamna. choroko. Choroko kilo begani. Imekuwa jambo la kawaida kwa njiwa hawa kumsogelea mara tu wamwonapo, wakitambua kuwa watambua chochote alichokuja nacho. mbali ya Seif kuwalisha njiwa hao milo mitatu kila siku, lakini pia wapo baadhi ya wananchi wengine ambao fika hapa kuwalisha njiwa hao. Kwa hiyo mara nyingi nakuwa napita hapa na nilipita nika, kwa mara ya kwanza nikaona njiwa kama wawili watatu wanakuja hapa, nikaanza nika, kuwazoesha kuwapa chakula, wakazoea tena ndo wakazaana na wengine wakawa wanakuja nikaendelea na kuwahudumia na mpaka leo. Je, ni kitu gani kimempa msukumo wa kuwapatia chakula njiwa hao? Ah, ni kwamba ni mapenzi yangu toka udogo kwangu napenda sana njiwa. Ni hobi yangu toka udogo wangu napenda sana njiwa. Ni muda gani sasa umefika tangu ajekee utamaduni wa kualisha njiwa hao? Ni toka nianze shughuli karibu sasa hivi na karibia mwaka na hao wadudu na hao njiwa. Na mwenyewe ninapokuwa nawalisha najisikia raha sana nafsi yangu. Unajua kila mmoja na na, na, na hobi yake. Mimi nikija hapa nikiwasikia wana njaa na kuwa na naumia na wakiwa na njaa mwenyewe najua kama sasa hivi wanjiwa wako na njaa kwa kiasi gani inamharimu tangu kuanza kuwahudumia ndege hao? Kwa kweli sipati hasara na jinsi, kama napata faida mara mbili zaidi, kwa sababu hata wakati nakutana na hawa njiwa, mimi katika ofisi yangu nilikuwa namiliki friza mbili tu, lakini baada muda mfupi, baada ya kukaa na hawa njiwa nikaona faida yake. Sasa hivi namiliki friza karibu kumi na mbili na kila friza moja thamani yake ni milioni mbili na laki tano na nimezipata kwa muda mfupi tu. Suala la maradhi ya kope kwa njiwa hao bado linampa wakati mgumu, akiomba usaidizi wa madaktari wa mifugo kumaliza tatizo hilo. Kwa kweli, hao wadudu wanasumbuliwa sana na marazi haya, marazi ya ndui yanakuwa wanawasumbua sana sana. Kwa hivyo, at least tungeomba angalau hawa watibabu wa wanyama angalau watuone, wapate waje hapo, hawa wapate chanjo pia. Seif anatoa ushauri kwa serikali juu ya njiwa, njiwa hao. Hii ni fursa moja hata katika serikali yetu kwamba sasa hivi inaonekana kama hawa njiwa ni sehemu moja ya utalii hapa wanakuja watu wengi wa kila namna. Ikifika jioni wanafurahi, wana wanapiga picha wageni na watoto wao. Licha ya kujitahidi kuendeleza njiwa hao, bado wapo baadhi ya watu wasioaminifu wanarejesha nyuma jitihada zake. Saa kumi na mbili asubuhi inakuwa bado nini ya watu population ya watu inakuwa bado ni ndogo, kwa hivyo mara nyingi wale watu wabaya au vijana wabaya wanatumilia muda ule kuwaiba. Saa kumi na mbili asubuhi unakuja na mikoba hapa vijana wanaiba njiwa nao. Baadhi ya wananchi wamesema wamevutiwa na moyo wake, hivyo na wao inawahamasisha kuwatunza ndege hao kama walivyo ndege wengine, na yeye anapata fungu kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni, ni moja kati ya kheri. Mimi mwenyewe nafsi binafsi na, naona choyo sio kuwa choyo cha hasada, naona choyo kuwa, ka, ka, kupata mradi huu wa kuweza kuwalisha wanyama ambao kuwa hawana uwezo wa kutafuta riziki isipokuwa uwe, uwezo ni sisi wanadamu tuwa, tuwasaidie wao. Mara ya kwanza nilipokuwa nakuja hapa nikawaona wengi sana, basi na mimi nikaingia katika lile kundi la wale njiwa, nikahisi kama raha fulani hivi. Sasa hata kama naweza kuwa nimepata pesa labda naweza kununua nikaja na mimi nikawaekea chakula, kawa nakula na vile wakirukaruka najisikia kama yani niko tofauti, najisikia raha kwa kweli. Mbali ya ndege aina ya njiwa kutumika katika matumizi mbalimbali ikiwemo mbali, chakula na dawa, lakini pia njiwa hutumika kupeleka ujumbe wa mapenzi kwa sehemu husika. Njiwa peleka salamu kwa wangu muhibu wangu, muhibu popote ulipo, na watuma njiwa hawa kuletee salamu. Namna gani tuendelee kuwatunza na, na kuwaenzi. Kutoka Zanzibar, Mtumwa Saidi, habari wikendi.